Mm, asante mara tena kwa wakongomani wote mahali popote pale mlipo, na kuwatakia afya njema na yenye baraka kubwa sana wanaopatikana. Asubuhi asubuhi njema, mchana mchana njema, jioni jioni njema, usiku usiku mwema. Na pia pole kwa wakongomani wote mahali popote pale mlipo, kulingana na hali ya nchi yetu. E, leo ni siku ya ine tariki moja mwezi wa tano elfu mbili makumi mbili na tano. E, tuna bari tatu ambapo tutachambua kwa siku ya leo na tupate uhakika kulingana na maneno yanayozunguka mitandaoni, ni maneno mengi sana. Maneno ya kwanza yanayozunguka kwenye mitandaoni inayosema ya kwamba wa vijana wazalendo waliondoka kwenye fro kulingana na kuishiwa na risasi, hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni jambo linalozunguka mitandaoni ya kusema ya kwamba E, wazalendo walivunja fro kulingana na mapambano walipambana na FARDC. Hilo ni jambo la pili, na jambo la tatu ni jambo linalozunguka mitandaoni linayosemekana ya kwamba wavijana wamesambaratishwa, wamepigwa na M23 hadi kusambaratika, aidha kuvunja fro hadi mpaka eneo mbalimbali kaziba na eneo zingine kushikwa Hayo ni maneno matatu ambapo tutakwenda kuizungumuzia kwa siku ya leo na tujue uhakika wake upo uwapi? Si mwingine ni mboto ya batu mwene batu Bushiri Egle mzehe dola kubwa, aiza ni te mtoto mdogo dola kubwa hauja kose. Samani sana, samani mara tena kwa Kongomani wote mali popote pale mulipo, kulingana na mda mrefu kabisa atusikiki mitandaone. Shida ni rezo, ivitusumbua sana rezo Yani, rezo ya Kongo ilitusumbua sana, na tunakwenda na pointi yetu ya kwanza ya kusema ya kwamba fro imevunjika, na sababu ya kuvunja fro ni ukosefu wa risasi, yaani masasi iliisha, ai za chakula kiliisha kwenye fro. Maneno kama hayo ni maneno ya uongo. Fro ipo na tangia mapambano ya hanze eh? anze kwenye vijiji mbalimbali Momosho e, Matoyota e, Nyamtende, Nyangezi e, Musenyi, Kaziba, Rurambo wa vijana wasupavu wazalendo hawajawahi kuishiwa na risase wala kuishiwa na chakula, na hilo linaozunguka mitandaoni si maneno ya kweli, ni maneno ya uongo na afro wavijana wanapatikana, wavijana wanapatikana maeneo mbalimbali, wavijana wanapatikana mpaka sasa, wapo maeneo mbalimbali upande kama vile wa u, Bukavu na eneo zingine zile. Kwa hiyo wavijana wanapatikana kabisa, wapo na risasa ijawahi kuisha wala chakula ijawahi kuisha. Asante sana. Pointi ya pili inayosemekana mitandaoni ya kwamba E, wazalendo wa vijana wazalendo wasupavu wamepambana na jeshi la taifa la FARDC hayi za kulingana fr kuvunjika maeneo mbalimbali, ni kwa ajili ya mapambano ya wazalendo na FARDC. Maneno hayo si maneno ya haki na si maneno ya kweli, ni maneno ya uzushi na maneno ya uongo, ni maneno ya uongo. Kazi tunaifanyizia pamoja wazalendo vijana pamoja na FARDC kazi inaendelea kuwa vizuri sana, japokuwa kuna baadhi ya wanajeshi wa serikali e, kutoka Goma, kutoka maeneo ya Bukavu, hao waliokuja na fujo kama hizo, na wakaondoka, na wakasumbua raia, lakini ujio wa viongozi mbalimbali waliokuja kama e, komandare Jo komanda sekter, na wengine waliokuja kugomboa wale waliokutaniwa. Kwa hiyo kazi ipo vizuri na kazi inaendelea vizuri sana. Maneno kama ayo si maneno ya haki na si maneno ya kweli, ni maneno yanayoleta huzuni na ni maneno yanayoleta uzushi mkubwa sana, na watu wanaopeperusha maneno kama hawapatikani ah, kufro ni watu wanaoleta maneno ya kutaka kutenganisha watu, kuleta maneno ya kuogopesha watu, kuleta maneno ambapo hayana hata faida yoyote. Kwa hiyo maneno kama hayo ni maneno ya uongo ya kusema ya kwamba fro ilivunjika maeneo mbalimbali, Kalunga wapi, Ngomo na kuendelea huko, ya kwamba wa vijana supavu wazalendo walipambana na jeshi la taifa la serikali la FARDC, ndio sababu ya kuvunja fro hizo na hadi maneno yanakuwa maneno mengi sana hata wengine wanakuwa ya kwamba tupige FRDC, tunyanganye FRDC, si la tufanye vinginevyo. Hayo ni maneno ya uzushi, si maneno ya haki. Na wanaosema maneno kama hayo hawapatikani kwenye fro. Fro haijawahi kuvunjika kwa ajili ya mapambano ya FRDC na vijana wazalendo. Hayo ni maneno ya bongo, ya uongo, ya uongo, ya uongo. Kazi ipo pamoja na inazidi kuendelea kufanyika pamoja. Asanteni na washukuru mara tena. Kwa hiyo maneno mengi yanasemeka yasiyokuwa ya kweli, ya kuogopesha hati mpaka watu wengi wanaanza kuogopa. Hakuna vita vya wazalendo na jeshi la taifa la FARDC. Kama kuna bomu kwa rizumu kwa ruzo uliopatikana patikana maeneo mbalimbali kama Uvira vinginevyo, basi hayo hayajakuwa chochote hicho, lakini kazi ipo na wazalendo wanafanya kazi pamoja na jeshi la FARDC pia jambo letu la mwisho ni jambo linalosemekana mitandaoni zaidi sana ya kwamba fro imevunjika huko e, eneo za Bukavu. Tukisema Bukavu tunakuja Mnyamtende, Momosho, Matoyota, Nyangezi, e, Kalunga, e, Ngomo, e, Kamanyola, Kaziba, Musenyi na eneo zingine kama e, Rurambo na eneo zingine. Wengine wanasema ya kwamba kwenye mitandaoni ya kwamba wazalendo wamepewa pesa na rais mstaafu Joseph Kabila, wengine ya kwamba wazalendo wamepewa aidha wa, viongozi wazalendo wamepewa pesa na M23, na wengine wanasema maneno mengi sana. Kwa hiyo jueni ya kwamba fro ipo, haijavunjika fro ipo, lakini kuna mabadiliko ambapo yalikwenda kupitika. Kuna wavijana wasupavu waliokwenda huko kwenye mapambano hiyo ya huko manyangezi na eneo zinginezo wamechukua mda mrefu sana, mda wa miezi miwili wanapambana na adui. Ikaonekana ya kwamba kufanyike mabadiliko. Tulisha kuwa na coordination ya gade coordination ambapo ina amba inakutanisha wazalendo wote. Ikaonekana ya kwamba wale waliofanya mapambano huko waende wagombolewe, na wakati hapo tu walipofanya tu eh, hayo mabadiliko kidogo yao majeshi hao maadui wakapata hiyo habari na adui ndio kuja sasa kumiliki eneo mbalimbali ambapo zilikuwepo, lakini nawaambia mpaka sasa mapambano yapo makali sana kwenye kijiji cha Kaziba. Kwa hiyo adui alikuja mpaka Kaziba akashika Kaziba, lakini kwa siku ya leo e, na siku ya hapo jana, siku ya tatu, tariki thelathini e, mwezi wa, wa, wa, wa nne 2025 kumepitika mapambano makali sana kati la jeshi la FARDC pamoja na wazalendo na kupambana na hao maadui wa M23. Kwa hiyo habari tunazo ni za kwamba FARDC zipo na kazi itaendelea, na jukumu inaendelea, na viongozi wa wazalendo pamoja na viongozi wa jeshi letu la taifa la FARDC wapo pamoja, ili kuangalia gisi ya kuimarisha kazi na kadiri kazi itakwenda kuendelea, na wazalendo wanaendelea tu na kufanya kazi yao ya kugomboa maeneo yote ambapo anapatikana adui. Jueni ya kwamba vita <coughs> si mchezo. Tunavyozungumza mitandaoni aa si ya kwamba ndivyo tunaweza kwenda kufanya kwenye vita. Walio wengi wanajua ya kwamba watu kuwa wazalendo hizo wa majimaji watakwenda wanafinyaga finyaga tu M23 kufinyaga finyaga. Sio hivyo. Ni mapambano na mapambano yanaomba nini? Yanaomba vitu vingi sana. Yanaomba vitu vingi sana. Kwa hiyo tusihofu, tusikate tamaa. Wengi wamekwisha kukata tamaa lakini kazi ipo na tutaendelea kuyatenda na mipangilio ipo kwa ajili ya kupambana na adui na kumuondosha maeneo alipo. Japokuwa adui wanaingia wengi kutoka Rwanda na eneo zingine, na hivi ndivyo wazalendo nao wanajimarisha ili kuangalia gisi ya kufunga manjia. Wengi wanasema kwamba labda adui atapita kwenda Minembwe, adui atafanya vinginevyo. Hapana, adui anakabiliana kabisa na mapambano yapo. Kwa hiyo kila siku kuna mapambano, kila siku kuna mapambano, hakuna siku ya bure kuanzia tariki ishirini na moja mpaka leo tariki thelathini mpaka tariki e, moja ya mwezi wa tano, yaani hakuna siku ya bure, kila siku ni vita kuanza asubuhi magharibi, kila siku ni vita kuanza asubuhi mpaka magharibi. Angalia sasa hapo ni siku ngapi ambayo zimeshapitika hapo, kuanza tariki makumi mbili na moja, mpaka leo. Hakuna siku ya bure ni vita kwenda mbele. Basi vita ni kama mpira, na ndivyo ilivyo mipango ipo na kazi ipo Tulieni Wakongomani, tunachoombwa sisi sote ni kukabidhi Mungu haya mateso ya Wakongomani na hizi sida za Wakongomani mikononi mwa Mungu. Basi Mungu atende kadiri vile anavyotaka, na wale wanaojitolea kwenye michango yao watowe, wanaojitolea kwa kuomba Mungu waombe Mungu, wanaojitolea ili kuja kushikana mkono na wazalendo ili tupate kupambana na wadui, karibuni sana ili mje tufanye kazi. Udongo ni wetu tujue, na mababu zetu na sisi wenyewe ndio tutatetelea udongo wetu. Mengine tuyaweke kando. Kuna watu wanasema vitu vingi. Kuna kuwa e, kuna kuwa sisilife, kuna kuwa mikataba, kuna kuwa vinginevyo vya mingi mingi vinafanyika na vinasemeka kwenye mitandaoni, lakini ukweli wa mambo hatujauona. Watu wanasema tuko msisilife na adui. Leo anajimarisha adui, leo anaimarisha frozak, adui leo anatushambulia ni hivyo. Kila kitu kinaendana na wakati wake. Kwa hiyo kazi ipo na tusikate tamaa. Asante si mwingine